Mkuu wa Jeshi la Kujenga Taifa JKT, Meja Jenerali Rajabu Mabele, amesema vijana wengi wanaojiunga na jeshi hilo wanapata fursa ya kujifunza stadi mbali mbalimbali za kazi na ujuzi unaowawezesha kujiajiri baada ya kumaliza mafunzo yao. Meja Jenerali Mabele ameeleza kuwa katika kikosi cha mia nane thelathini na saba cha JKT kilichopo Kilombero, mkoani Morogoro, kuna mradi wa kilimo na ufugaji wa samaki unaowawezesha vijana kujifunza namna ya kuhudumia samaki, pamoja na utekelezaji wa kilimo cha kisasa. Aidha, Meja Jenerali Mabele amewataka vijana kujitokeza mara zinapotangazwa nafasi za kujiunga na jeshi hilo kwa ajili ya mafunzo ya kujitolea ili waweze kupata ujuzi wa vitendo na kunufaika nao katika jamii zao baada ya kumaliza mafunzo. Tumetumia zaidi tumewatumia zaidi wenzetu wa, wa, wa, wa hali ya hewa kuhakikisha kwamba tunafata matangazo yao na wanavyo ili tuweze kuhakikisha kwamba tuna, tunafanya vizuri zaidi lakini taaruma vile vile ya kilimo imetumika sana e, wataalamu wetu wameshauri sana kuhakikisha kwa kwamba tuna, tunapata tija katika eneo hilo. E, tathmini ya jumla e, naweza kusema kwamba tumefanikiwa kiasi, kwa sababu ndio maana tumeweza kuliview na kuona kwamba tukiongeza tena miaka kadhaa e, tunaweza tukawa tumekamilisha. E, sasa hivi unaweza ukaona kwamba tunayo tuna, maghala bora kabisa ambayo yanaweza kutunza vyakula vyetu kwa muda mrefu e, tumelima mpunga wa kutosha ambao ukiweza, ukisema kwamba tusambaze kwenye vikosi vyote e, wanaweza ukatosheleza, lakini kwa sababu sasa hivi biashara ni huria na vikosi hivi kama unavyojua vinajirisha kwa chakula. Kwa hiyo bei ya mpunga inategemeana na bei ya soko ya eneo husika. Kwa hiyo kama mtu wa Dar es Salaam au anawaza akakuta kwamba mchele uliozalishwa labda kutoka eneo A ni, bei yake ni ndogo zaidi kuliko mchele uliozalishwa ilio eneo B, basi atatumia ule wa eneo A kwa sababu ya kupata tu kwamba aweze kufanya nani, kulisha lakini apate faida vilevile. Kwa hiyo lakini kwa ujumla wake mimi naweza kusema kwamba mpunga tunaouzalisha unaweza tukaugawa katika vikosi vyote na ukaweza kutumika kwa chakula katika msimu wote. Mahindi tunayoyazalisha tunaweza vile vile tukayagawa katika maeneo yote na yakaweza kuzalisha. Lakini vile vile mkakati huu umetupa nafasi umetupa nafasi ya kufahamu zaidi ya ya ya kushirikiana na wataalamu zaidi. Ni katika kipindi hiki cha mkakati, ushirikiano wetu na chuo cha chuo kikuu cha SUA cha Sokoine umeongezeka sana. Wamekuwa wakileta vijana wao hapa kwa ajili ya kujifunza kwa vitendo katika eneo hili, na wanapokuja wanachangia sana kutoa kutoa ushauri kilimo tunachokilima hapa, wanapokuwa na sisi vilevile eh, vile wana, wa, kwao ni utafiti, kuona kile walichojifunza kule, wanaoanisha elimu yao eh, uchuoni, na kuta, ya nadharia waliotoka nayo chuoni na elimu wanayokuja kuikuta kwenye uhalisia shambani. Lakini mkakati wetu wa mwisho kabisa tunalenga kwamba hapa tuwe na, na kiwanda cha kuchakata mpunga, ambako watakuwa wanachakata ule mpunga, wana upgrade una, una, una, una na kuweza kupaki katika, eh, katika katika paki za aina mbalimbali kwa ajili ya kuvipeleka kupeleka, kupeleka katika soko na, lakini hiyo ni hatua inayokuja baadaye. Sasa ila lengo letu ndio hilo, tupo ila soko lipo. Soko la kwanza kubwa zaidi ni soko sisi wenyewe ni soko e, tuna vikosi zaidi ya ishirini wanahitaji chakula ndani ya jeshi la kujenga taifa. Kwa hiyo hilo ni soko namba moja lakini lipo soko la jumla, ile soko la serikali, eh. Tunapokuwa na mahindi mengi tunaweza tukawauzia NFRA. Tunapokuwa na mpunga, NFRA wakihitaji mpunga, tunaweza tukawauzia ule ziada. Lakini vile vile lipo soko la mtu mmoja mmoja, anaweza kaja mtu mmoja mmoja hapa, anahitaji magunia kumi, magunia ishirini, tunamuuzia vile vile.